Idara ya Kilimo katika kaunti ya Nandi imeweka karantini kufuatia kuenea kwa ugonjwa wa ngozi unaofahamika kama Lumpy Skin Disease katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya mlipuko wa ugonjwa huo kuendelea kushuhudiwa, hali inayowalazimu maafisa wa kilimo kuongeza jitihada za kuudhibiti. Ugonjwa huo, ambao husambaa kwa kasi na kuathiri ngozi ya ng'ombe na nyati, umeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wafugaji. Sawa, All livestock sales within Nandi County will remain closed with immediate effect until further notice. All communal cattle dipping sessions are hereby suspended with immediate effect until further notice. Tumeweza kuonelea ya kwamba tukifunga soko kwa wakati kwa muda mfupi ili iweze kusaidia madaktari wetu waweze kuchanja ng'ombe katika sehemu yote ya Nandi itatusaidia ili tusiweze kuonekana ya kwamba ng'ombe ikitembea, mifuko yetu yote itaweza kuathirika na tunaweza poteza e, ng'ombe kwa wingi, tusipokubaliana kama wakulima na serikali kuweza kuchanja ng'ombe zetu na serikali